Kwa majina anaitwa Abdallah Lisakasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi CCM, lakini ni mzaliwa wa kijiji cha Namahonga wilaya ya Tandahimba. Niko mbele yenu wanahabari, nimetangaza nia ya kugombea kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Tandahimba. Sababu kubwa zilizonipelekea mimi kuhamasika kwenda kuchukua fomu ya kugombea nafasi ili kuwania ubunge jimbo la Tandahimba. Yako mambo kadhaa ambayo uh, ngetamani kusema kwenu uh, jambo la kwanza kubwa ni kujenga au kurejesha imani ya serikali au chama au kwa wananchi. Kwa hivyo kwa kuliona hilo, nikahamasika kwenda kuchukua fomu ya nafasi ya ubunge ili nikawe daraja zuri kati ya wananchi a, na serikali yao. Kine jambo jingine serikaiya, natambua vijana ndo nguvu kazi ya taifa pamoja na wanawake ambao kwa kiasi kikubwa katika jimbo la Tandaimba makundi haya yameachwa nyuma, hivyo nami nimehamasika hilo limenifanya kuweza kuhamasika au kushawishika kwenda kuchukua fomu ili kwenda kupambania fursa zinazopatikana katika taifa letu hususan kwa vijana na wanawake, ili nao ziweze kuwakomboa, kwa sababu ukiangalia kwa wilaya yetu ya Tandahimba fursa kubwa tunayotegemea ni zao la korosho peke yake. Kwa kipindi chote hiki ambacho hakuna uzalishaji wa zao la korosho, watu wengi wanapitia katika hali duni ya kimaisha, ili hali ziko fursa nyingi ambazo vijana wanaweza uh, kuzipata au kuzifanya na wakaendesha maisha yao pamoja na wanawake. Lakini jambo jingine lililopelekea kuhamasika kwenda kuchukua fomu ni kuhakikisha unakuwa msimamizi mzuri au kuhakikisha kwa, kwa maana kwamba kunakuwa na usimamizi mzuri wa miradi ya kimaendeleo aa, ikumbukwe nchi yetu kupitia rais wetu imekuwa akitoa miradi mingi ya kimaendeleo kwenye maeneo tofauti tofauti lakini ndani uh, ya jimbo letu miradi hiyo imekuwa ikienda kwa kusuasua, na ikija kwa kusuasua, kwa naamini pengine uh, hakuna mtu sahihi wa kuweza kuisemea au kwenda kuiomba miradi hiyo katika jimbo letu au katika wilaya yetu ya Tandahimba, hivyo a, uh, nami nimeamua kwenda kuchukua fomu hii ya ubunge nikiamini, naweza kuwa msemaji mzuri kwa ajili ya jimbo langu na wilaya yangu ya Tandahimba pamoja na hayo niliyoyazungumza, lakini pia a, liko jambo jingine natamani kusimama au kwenda kuhakikisha tunatangaza fursa kwa, kwa upande wa michezo. Kama ambavyo nafahamika, pamoja na kwamba ni mwalimu kwa taaluma, lakini pia ni mdau mkubwa wa michezo na ni mwamuzi wa mpira wa miguu. Hivyo a, sekta ya michezo imekuwa ni kiwanda kikubwa ambacho kinaajiri kundi kubwa la vijana kwa wakati mmoja, kwa hivyo na mimi natamani Aa, nikawe daraja kwa vijana hao kwa kuweza kuwasemea na kuwasogezea fursa za michezo karibu, kwa sababu pia naamini ndani ya jimbo letu wako vijana wengi wana uwezo mkubwa kwenye masuala mbalimbali ya kimichezo kama ambavyo tunafahamu ndondi, upande wa mpira wa miguu na hata upande wa riadha. Hivyo natamani nikawe daraja kwa kuwaunganisha vijana na fursa ya kimichezo ili tupunguze wimbi kubwa la vijana ambao hawana ajira mtaani.